watu warefu wako na shida zingine. Sisi tunaweza fanya kazi more than that. Si mnasema mimi mimi mimi? Si miaka imepita na miaka iko bado? Si personal guard yako, si lazima iko kwani Watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Si mnasema mimi ni mfupi? Mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na ako mfupi kama mimi. Kama si hivyo, hivyo ndo nitakubali. Hivyo ndo nitakubali, mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini? Kama ni kazi, kwani kazi wanafanya na height ama brain? Kazi wote wanafanya na height ama brain? Wapi kitambulisho? Wapi mzazi? Ulienda NYS. Nilienda NYS. Eh. Walinyima wali kazi nilipomaliza form 4, mimi ni mtoto wa maskini, walinyima kazi nilipomaliza form 4, nikaenda NYS 4. nikaambiwa niende NYS, nikaenda NYS nika complete my all, my all. Nikaenda first stage, nilienda training, nikamaliza training, nikaenda nation building, nikamaliza nation building, nikaenda class, nikafanya ICT, nikamaliza hiyo class, lakini kazi sipati. Kwani kila siku hapa hivi, mbona kila siku nafanywa hivi? Nimejaribu kazi kila mahali, mbona kila siku nafanywa hivi? Mimi nimejaribu kazi kila mahali, nilianza na NYS, nimemaliza sasa, nikarudi kazi jeshi, nimeambiwa niko na miaka mingi 27 years na wanataka 26. Is it fair? Is this fair? Mimi nauliza tu Mr. Ruto, is it fair? Uh, mimi nimejaribu kazi kila mahali uh,